Kama haupati wateja kwenye biashara yako, jaribu paid ads utaona matokeo makubwa sana. Paid ads ni uh, kuweza kutumia, kutumia mitandao ya simu kama Instagram, TikTok, Google kulipia matangazo ili ionekane kwa watu wengi zaidi. Kwa hiyo jaribu paid ads utaweza kupata matokeo makubwa sana. Hapa ni njia ambazo unaweza kutumia paid ads ambazo utasaidiwa kufanya hizo njia na Victoria Agency ambayo utakusaidia matangazo yatakayoleta wateja, utakufundisha kwa kusetia matangazo yako mwenyewe. Tunafanya live consultation. Unaweza kutupigia simu 0693880325. Uh, faida nyingi za kulipia paid ads au matangazo ya kulipia unafikia watu wengi kwa muda mfupi sana. Unaweza ukatarget watu sahihi, watu unawataka, labda ukachagua jinsia, umri, sehemu, kazi au tabia. Pia unaweza ukaongeza mauzo zaidi kwa kulipia matangazo kwenye paid ads. Pia unafanya biashara yako au brand yako ionekane na kukua. Kwa hiyo kuna mifano mingi sana ambao watu ambao tumewafanyia kazi za matangazo Uh, pia usifunge biashara yako kama huoni wateja, kama unahisi labda hamna mzunguko hiyo sehemu, kama unahisi bidhaa yako haitembei sana, jaribu paid ads, utakuja kutushukuru kwa kuleta matokeo kwa, kwa matokeo ambayo utayapata. Uh, kuna njia nyingi za kurusha matangazo ambazo tunazifundisha na kuzieleza kwa wafanyabiashara kupitia Victoria Agency, ambapo kimecheki kwa WhatsApp namba hii hapa sifuri sita tisa tatu mia nane themanini mia tatu ishirini na tano. Nitakusaidia, nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukarusha matangazo ambayo watakuletea wateja kwenye biashara yako na kuweza kuongezea mauzo.